Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uzima katika harakati zetu za kuaga mahujaji. Kwa sasa hivi au leo hii tunasindikiza mahujaji wa mwisho ambao idadi yao ni 192 kwa leo, ambayo activity hii tumeweza kufanya kwa siku saba. Alhamdulillahi, tunashukuru kwa mashirikiano makubwa tuliofanya. Hakuna hujaji yoyote aliyeanza kuachwa asipate safari kwa tulivyojipanga pamoja na kusaidiana kwa hali na mali. Kwa kweli kwa kiasi kikubwa tunaishukuru serikali yetu kwa jitihada zake zote tumesababisha mpaka sasa hivi tunaendelea katika hali yetu nzuri, na licha ya hayo, serikali imeweza kutusaidia, lakini tumeweza kuungwa mkono kwa kiasi kikubwa na waziri wetu wa wizara yetu pamoja na wizara nyingine. Wameweza kuja kuwatia moyo mahujaji usiku na mchana. Kama tunavyojua, safari hizi wanaondoka wengine, wanaondoka saa sita, wengine wanaondoka alfajiri, lakini mawaziri na hadi zao na umri wao hawajajali, hawajali hilo, wameweza kushikana mkono nasi nakuja kuweza kutatua changamoto ndogo ndogo ambazo zimeweza kujitokeza, na mahujaji wameweza kuondoka kwa raha na furaha alhamdulillah. Kubwa zaidi tunashukuru, licha ya ndege ndogo ndogo zilokuweko, lakini ndege ya Saudi nayo imekuwa ni chachu kubwa ambayo imeweza kuwasaidia mahujaji kuzidi furaha yao, na mpaka wengine wanasema safari ya Saudi, ya safari hii ni kama kwenda Pemba. Kwa kweli tunashukuru sana na tunashukuru kwa kiasi kikubwa na kwa hali ya juu wenzetu wa uh, uongozi mzima wa airport kwa kweli wametupa mashirikiano makubwa, wametusaidia sana na kuweza kusaidiana mpaka kufika hapa. Licha hayo wenzetu pia wa afya, kwa sababu tunajua changamoto nyingi huwa zinatokea za chanjo. Tumeweza kushirikiana nao bega kwa bega na hakuna tatizo lolote lililotokea. Matatizo yote tuliweza kuyasolve na tukaweza kufikia kwa kiasi kikubwa shine kubwa. Ninachoomba kwa taasisi uzidi kushikamana na tuweze kuendeleza hili swali, hizi changamoto kwa vile safari hizi zimepungua. Nahisi umoja huu tukiweza kuendelea nao, changamoto hizi zitaweza kwisha kabisa. Kwa kweli tunashukuru sana, tuendelee, tuwasubiri mahujaji wetu wakati wa kurudi, ili tuweze kuwapokea kwa salama na amani. Asanteni sana.